Miongoni mwa taarifa kubwa ambazo zimetufikia leo hii ni kutoka Gaza ambako jeshi la Israeli IDF limeendeleza mashambulizi yake katika eneo la ukanda wa Gaza ambapo usiku wa kuamkia leo limeshambulia katika kituo kimoja cha afya kama sehemu ya kuendeleza mapigano baina yake na kundi la wapiganaji wa Hamasi, kwa mujibu wa BBC shambulio hilo lililofanywa na Israeli limeharibu sehemu ya hospitali pekee iliyopo katika mji wa Gaza. Wizara ya afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas imesema hospitali hiyo ni miongoni mwa maeneo ya kutumainiwa ya kutolewa huduma za afya yaliyosalia katika mji huo. Wizara hiyo ilisema shambulio hilo liliharibu vibaya hospitali hiyo, huku mapigano yakiendelea kwa miaka kadhaa baina ya vikosi vya Israeli dhidi ya Hamas. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la BBC, moto mkubwa umeonekana na moshi ukifuka kutoka hospitali ya Al Ahli Bapitisti baada ya makombora kugonga jengo la ghorofa mbili. Hata hivyo, jeshi la Israeli limethibitisha kuhusika na shambulio hilo kutokana na kile kilichoelezwa kuwa awali lilitoa taarifa ya kumtaka daktari ya hospitali hiyo kuondoka mara moja katika eneo hilo na muda mfupi baadaye kukafanyika shambulio hilo. Imeelezwa kuwa jeshi la ulinzi la Israeli lilimpigia simu daktari huyo na kumwonya kuondoka katika kituo hicho cha matibabu ikiwa anataka kuokoa maisha yake. Hata hivyo, baada ya kukamilika kwa shambulio hilo la anga katika hospitali hiyo, ilionekana watu kadhaa pamoja na baadhi ya wagonjwa ambao bado wako kwenye vitanda wakikimbia kutoka kwenye eneo hilo ili kuokoa maisha yao. Kwa upande mwingine Hamas ilitaja shambulio hilo kuwa ni uhalifu wa kutisha wa Israeli, huku ikiongeza kuwa inachunguza ripoti hizo, lakini pia inasema kuwa hakuna majeruhi walioripotiwa mpaka sasa, kulingana na huduma ya dharura ya kiraia iliyotolewa wakati tukio hilo likitokea. Katika hatua nyingine, jeshi la Israeli kupitia ofisa wa jeshi hilo lilimtaka daktari anayefanya kazi katika idara ya dharura kuchukua uamuzi wa kuondoka hospitalini hapo, jambo lililoonyesha uwezekano wa kuendelea kwa mashambulizi hayo. Wagonjwa wote na watu waliokuwepo katika jengo hilo walihamishwa ili kulinda usalama wao, lakini pia baadhi ya wagonjwa wakiwemo wanawake na watoto wa Kipalestina walitikia wito huo kwa kufuata maelekezo hayo ya kutoka nje ya jengo hilo japo kulikuwa na hali ya giza na kulazimika kwenda kutafuta hifadhi katika eneo jingine. Ikumbukwe kuwa Al-Ahli ni kituo kidogo cha matibabu kabla ya vita, lakini kwa sasa ndiyo hospitali pekee inayotumainiwa ambayo bado inafanya kazi katika mji wa Gaza kufuatia uharibifu wa majengo ya matibabu ya Al-Shifa na hospitali katika sehemu ya kaskazini ya ukanda wa Gaza. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platformu zetu mbalimbali mbali, ili kupata taarifa zetu pindi tuziwekapo mtandaoni. Baki nasi.